Abudo, vipi? Safi kamaeaa l unoasantakaaja mazoezini, wakati huku wenye sherehe, lazima nije kwenye sherehe kwanza, vaib kidogo halafu. E, vaib kidogo alafu nitarudi baadaye. Simba hii ya moto. Aturudi makosa, unarudiaje? Kwa mfano kama ungerudia kiakanyaga tukiatimba na kuna mama anataka kuna mama analilia kichwa nyumbani kule. Kuna mama analilia kichwa. Analilia kichwa. Eh? Wewe mwenyewe unajua baba ni nani? Kwenye familia baba ni nani? Sisi ndio niambie sasa, mimi usinivishe ubaya. Baba si ndio kichwa cha familia? Eh! Hey. Mama lazima atakililia kichwa kile. Kwa hiyo kuna mama analilia kichwa. Eh! Hey. Anakililia sasa, nishakiandaa tarehe 16 nitampa. Nitampa kichwa. Hmm. Atakipokea kichwa moja atulie nyumbani kwanza a mayai okay. anenepe nenepe, nenepe kidogo, atakipokea kichwa tamba kumi na sita au, au, atakavyotaka kama analizika saba nane, ni yeye. Sasa kuna vichwa vingapi baba hujua? mimi, mimi, yeah, kika, yeah, mimi, akina mimi, baba Ake kimenyolewa. Ake kimenyolewa. Si tunachokiona wewe kina nywele. Yeye anataka cha asili. Kibara. Eh. Angekuwa anataka hicho? E. Angekuja kukiiba tu si anakiona. Sasa anataka kile cha akionekana kina nywele. Ah, bwana wewe mimi mimi wewe wewe wewe we, sikuwezi. We, we, we, bwana Muta alijochua. Eh. Budo. Budo Joshua Mtare. Eh. E, niko hapa. Leo leo leo leo leo leo unatamani kuona nini Budo? Ah, natamani kuona tamasha langu lilivyoandaliwa leo maana na na mkali sana kuona tamasha limeandaliwaje, tamasha langu ile oh. Eh, sherehe yangu ipoje? Maana hii ndio sherehe yenye nchi nchi imesimama leo, tarehe 12. Pia kuna tamasha tarehe 12? Hiyo sijui baba mimi, e, sherehe ninayojua ni hii leo. Ah. Eh, tarehe 10. Basi poa Budo ya yeah, sasa barikiwa baba huyu, yeah. Anaitwa Budo Joshua Mutae, lakini sio huyo unayemjua wewe bwana, huyo anamjua wewe sasa hivi Bubunju. <laughs> Huyo udo kama aka, tunaendelea na paredi yetu, au sio? Hii ni Metro Media TZ, mimi naitwa DJ Don David Don Mr Newspaper, jukumu langu ni lile lile kukusogezea kila kilicho bora, na hapa nipo Benjamin Mkapa lupaso, Simba day inafanyika hivi leo hii, sisi tunakusogezea update zote zinazopatikana hapa, story nyingi, tambo kibao